Na hizo kazi ndio zimefanya tuko leo hapa kwa urithi wa vyama vya zamani ambavyo vilitujengea msingi wa umoja mkubwa kabisa. Leo hatubagiwani kwa makabila, leo hatubagiwani kwa dini, lakini kuna watu huko wanaimezea mate amani, hawajui msingi wake. <tie> Wanatamani kuona tunararuana na kuuana sisi kwa sisi. Wameshindwa siasa, wanataka fujo, wanataka kuondoa amani, badala yake wapitie kwenye fujo. Sisi tunawaambia hiyo mbegu yao ya chuki imepandwa juu ya mawe, haiwezi kuota kupitia kwenu. Nawaambia wananchi wa Tabora na Watanzania, kataeni kuyumbishwa. Na amani hii si mali ya chama cha siasa. Amani hii ni tunu ya Watanzania wote, na lazima ilindwe na Watanzania. Lakini CCM lazima iwaongoze Watanzania kwa sababu tunayo dhamana ya kuongoza na tunayo dhamana ya kuweka amani katika nchi hii. Ndio maana mkuu wa mkoa amesema tuko salama. Hasemi maneno yake, anasema mambo ya nchi kwamba tuko salama, maanake tuko salama kweli. Na wale wanaodhani tunaweza kutikiswa, tunawapa majibu, hawawezi kututikisa kwa elimu hizi na mengine mengi, usisahau kutembelea katika kurasa zetu za Facebook, Twitter, Instagram pamoja na YouTube.